Siasa za kumwondoa mamlakani Rais William Ruto ifikapo mwaka wa 2027 zilisheheni katika ibada ya Jumapili nyumbani kwake kwa aliyekuwa kwa naibu wa Rais Rigathi Gashagwa, eneo la Wamonyoro, kaunti ya Nyeri. We have only one agenda to join the rest of Kenya to make Ruto a one-term president. The right thing to do for this country. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na Gashagwa wakiukosoa utendakazi wa Rais Ruto, Gashagwa akimwonya kuwa hatakaribishwa mlimani iwapo wandani wake wataendelea kumkosea heshima rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Nikuambie wewe, ukituma hiyo vijana tena kutukana Uhuru Kenyatta, ukifika hapa mlimani Hawa mama watakupigia nduru, wazee watakupigia nduru. We are calling you out. Tunataka ujaribu ulete huu mjadala kusema Uhuru Kenyatta atanyimwa haki yake ya kikatiba. Bring it on. Na huyu William Ruto anaenda kushika wale majournalist wamehusika na hiyo sinema badala ya kushika wale maofisa wameonekana wakiem na kushut watu bila sababu yeyote. Aliyekuwa waziri wa kilimo Mithika Linturi akiapa kutoa taarifa kuhusu sakata ya mbolea ghushi, huku aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi akiendelea kuikosoa serikali kuhusu utekaji nyara, akitaja kuwa visa hivyo vinaendelezwa na serikali hii. Maneno hata sijui ama inatakiwa kupelekwa kotini Si tunajua nani alisema atamaliza. Kwa hivyo nani alikuwa anafanya hiyo mambo? yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Nikamwambia cabinet isipojadiliana haya mambo nikumaanisha hata cabinet unaivuruta ikuwe iko part of that cover up, na vijana wetu ni wengi, wameuawa wengine, mpaka wa leo wa tujui wako wapi Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiangi ameendelea kuwa rai wa Kenya kuungana kupigana na uongozi mbaya, huku akiweka wazi kuwa yuko tayari kumenyana na viongozi wengine katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. For our country to move forward, wananchi lazima tujitolee sisi wote and if the sacrifices we are going to make some of us is to either defer ambitions Afadhali wananchi tukianza kuzungumza vile tunazunguza, muzingiwe na hizi porojo za huku kuambiwa, oh huyu ameenda hivi, huyu anafanya hivi namna hii. Tuko tayari, kasi ya kuongoza nchi na kasi ya kuendesha nchi sio kazi ngumu. James, Mwangi, Undugu TV.